Sasa tunapokuwa na ushiriki mdogo wa vijana kwenye sekta ya kilimo, tafsiri yake maanake jukumu hili la, la, la, la, la kufanya shughuli za kilimo tunaliacha kwenye kundi dogo la watu, la watu wengine. Sasa wajibu wetu sisi kama wadau ni kujiuliza, tunafanya nini kwenye halmashauri zetu za wilaya kuhakikisha kwamba tunaongeza na tunaweka mazingira rafiki ya kuwavutia vijana waweze kuingia kwenye sekta ya kilimo, ikiwa ni moja miongoni mwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ya kuzindua ya kuzindua bunge, lakini ikiwa ni moja miongoni mwa mikakati ya mkakati ule wa Agenda 10/30 kuongeza na kuweza kuwavutia vijana wengi kushiriki katika, katika sekta ya kilimo. Na hili liliambiwa upande wa wachakataji na wafanyabiashara wa kiwanda na, na, na, na, na uwezo wa viwanda vyao vya kuchakata ni mkubwa, wamejipanga kuhakikisha kwamba wanachukua kahawa yote inayozalishwa na wakulima, lakini kwa upande wetu sisi wakulima hatujaweza kuzalisha kahawa inayohitajika kuweza kukidhi mahitaji ya viwanda vyao. Sasa tatizo ni nini? Soko lipo, lakini uzalishaji bado ni mdogo. Wajibu wetu ni nini? Sisi wadau wa serikali, lakini wadau wa sekta binafsi hali kadhalika na wakulima kuweza kuhakikisha kwa kwamba tunaongeza uzalishaji kwenye kahawa. Tukienda kwenye parachichi, hali kadhalika, tunakutana na changamoto ile ile. Tukienda kwenye mahindi tunazalisha kwa kiwango kikubwa akini mahindi ambayo ya yanachukuliwa na watu mahindi kama ghafi na yale ambayo yanasindikwa ya na, ya kuzalishwa unga, bado kuna kiwango kingine kinabakia inakosa soko sasa nini tunafanya kuweza kuvutia uwekezaji kwenye eneo hilo kuhakikisha kwamba wadau wengi wanawekeza kwenye eneo la kuchakata haya mahindi kuzalisha unga ili mkulima wa mahindi anapolima basi mahindi yote yaweze kuchukuliwa na kwa bei iliyokuwa ya uhakika kwa hiyo katika kikao hiki, ndugu wadau, tunaamini mijadala tutakayofanya hapa itaweza kutusaidia sana kuweza kutoa mwelekeo mpya wa kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza maono ya Rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kukuza sekta ya kilimo na kuongeza tija ili kuweza kumkomboa kumkomboa mkulima. Ndugu wadau wa dau, kilimo, kikao hiki kimeitishwa ili kujadili kwa pamoja mwenendo wa sekta ya kilimo fursa zilizopo pamoja na changamoto tunazokabiliana nazo. Lengo ni kuimarisha uratibu, kuongeza tija na kuhakikisha tunajiandaa vyema kwa msimu huu wa kilimo wa mwaka 2025 26 kwa wa kuzingatia mabadiliko na mahitaji ya sasa ya kilimo.